Sasa unajua, nilikuwa hapa last weekend Sunday nikafunga hoteli, nikasema imefungwa, lakini ikabidi nifungue tena saa ile Kasongo alituma hii soprano na pesa na magunia na helikopta. Sasa nikaona hii watu ya mbele, wacha wanyoe Kasongo kidogo, Kasongo anyolewe, zinyolewe, nikafungua hii hoteli tena wiki moja, soprano wamesukuka hapa na pesa na magunia, wa mbele wamekula. Hiyo pesa imetumika Bele, zaidi ya milioni mia sita, ilitosha kuunganisha kila boma bele north ikuwe na stima. I'm telling you, 600 million is not little money. Hiyo pesa yote Kasongo amepoteza hapa wakiwa na Soprano na Mudhende na Karinda na Ruko, ilitosha kuweka stima si ndio? Ati hakuna dawa hospitali? Si Karida anasema iko, nimesikia yeah. Karisa nasema ndio ile dawa hiyo ndio iko. Sasa tunauliza wewe Kasongo, kwani unabeba watu ya bere wa fala namna gani? kuliko ulete milioni mia sita ifanya maendeleo mbele, iwekee kila mkaaji stima kwake unapatia saprano na karida wasuguke huko wakihonga watu, lakini ndio kasongo atuheshimu kama watu ya Mbeere? Dawa ya kasongo ni moja tu, ndio waheshimu wa Mbeere ni 27, muamke mapema muangushe mti yake muchague Newton Karis Neguo. Hii mtu anatubeba ufala kama jamii yetu ya mlima Kenya.

wacha niona watu ya one time one watua Mimi nasema watu ya mbele ndemutongoria wanyu nie ndire muge muno na ueka nduka kanini juu ati ati kanya muheo getione Kenya na mumenye Kenya adwa Kenya te muri adwa ogi muri adwa chanuku muryadua na muli adwa maliboro na muri adwa matangi herio ne kasongo na muli karinda na muri adwa mangire ya besa cia mundu ciitwo mucoke mu muconore ne muwe ko guo ne muge ko guo sasa si uyu kiongozi wetu nende kivuti yako hapa yeah. si mnampenda yeah. mnapenda kivuti

vile ameongea akasema Karisa anatosha, nyinyi mkitaka kumpatia heshima na mumuinue katika jamhuri ya Kenya ajulikane ni kufuata uongozi wa Lene Kivuti. Nimo uweko huo, nimo uweko huo. uwe? uwe? si CJB Moturi ni mtoto wenu, ameongea aja ongea, si lazima mtafutia heshima. Hao viongozi wenu wawili JB Moturi na Lene Kivuti wameungana hapo mbeleni walikuwa na ya panda, lakini wameamua kwa sababu ya maendeleo ya mbere na umoja wa mbele. Wameungana na kusema karisi tosha. Sasa kama viongozi wawili katika mbele wameungana, JB Muturi na Lene Kivuti wamekuja pamoja kutafuta umaarufu, kutafuta umoja wa mbele, na kutafuta maendeleo ya wa mbele, nyinyi mnaweza pinga

Na sasa tunamuuliza huyu wewe Karinda. Vile tukifukuza kasongo ataenda sigoi. Wewe Karinda utaenda wapi tukikufukuza? Ataenda wapi? Karinda ataenda wapi? Na huyu mudende atarudi wapi? Eh? Yeah? Oh, ni mtu ya Mombasa? Oh, mko na hiyo habari? Huyu mudende mkiangusha yeye 27 atarudi wapi? Wangapi anasema arudi Mombasa? Arambe.

Experience yake niriku namuigwe kadeikibee si ndio? si ndio? Mimi niko area, lakini nimepewa ruhusa na bwana na Mzee Kivuti huyu kiongozi wetu. Unajua, tukiwa hapa tuko chini yake.